Na ninatumia mboga ya, ya DAP kwa ajili ya kupandia ili kuimarisha mizizi, alafu kuna mboga ya kani kwa ajili ya kukuzia. Na mafanikio yangu ninatumia hiyo, hiyo, hiyo mbolea kwa ajili ya kupata mavuno mengi. ma, ma, ma, mazao yangu yalikuwa dhaifu sana zi. yalikuwa dhaifu lakini, baada ya kuelewa hilo somo nikabadilika. Baada ya kupata elimu ya, ya kutumia hiyo mbolea ya, ya kupandia mbolea ya kukuzia, nikapata elimu hiyo ndio nikaanza kuitumia, nikaona mfano kama ekari moja ya mahindi waka natoa gunia 20, 25. Huku majira yetu ni mabaya, tuna hofu kutumia mbolea hizi za madukani kwa ajili ya majira mabaya, tuna hofu hivyo, ndio changamoto kubwa, tuna hofu kwa sababu hatuna mvua za kutosha mimi kwa upande wangu nawawakilisha wakulima wengi, nadhani na mawazo hayatapitana hayata na ya kwangu. Ninyi kwa kuwa mmeshafika hapa, wataalamu wa kilimo, ili wananchi wa kata hii wao wana mavuno ya kutosha na si ya kubahatisha. Kungebahatika tukapata maji angalau ya tukawa tunalima kwa kilimo cha uhakika. Mabadiliko ya tabia nchi yanaleta athari katika ukuaji wa aina fulani za mbegu ambazo pengine wakulima walizizoea sana. Sasa tunasisitiza wakulima watumie mbegu zenye ubora ambazo zimezalishwa na watafiti ambazo ziko madukani kila maeneo. Kwenye duka la pembejeo wanauza mbegu zenye ubora, lakini pamoja na hiyo, tunasisitiza wakulima kuzingatia kanuni bora za kilimo, wachague mbegu zinazokomaa mapema, lakini pamoja na hiyo pia wahakikisha kwamba wanafata kanuni bora za kilimo kwa ushauri wa maafisa ugani ambao wako katika maeneo yao ya kilimo. Kampeni hii tumeipa e, kauli mbiu ya kwamba mali shambani. Mkulima atumie mbegu bora, mkulima atumie mbolea katika kuzalisha mazao. Mali inapatikana shambani. Inawezekana mkulima akanunua mbegu bora lakini asipotumia mbolea uzalishaji wake hautakuwa mkubwa. Lakini pia inawezekana akatumia mbegu ya asili lakini asipotumia e, mbolea akatumia mbolea lakini akatumia mbegu za asili bado matokeo hayatakuwa mazuri sana. Kwa hiyo tunasisitiza mkulima atumie mbegu zenye ubora, na mbegu bora ni ile ambayo imethibitishwa na Toski, ina nembo ya Toski ya ubora. Lakini pia tunasisitiza mkulima atumie mbolea za kupandia, mbolea za kukuzia kwa ajili ya kuongeza uzalishaji FM kutoka